Kwa majira ya huku tulipo tayari jua limeshazama watu wamepata iftari zao nzuri, mara baada ya mfungo wa kumi na nane kwa kumi na saba nazungumza no leo, ikiwa ni tarehe kumi na nane mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na ishirini na tano bado yanaendelea kujili mengi kwenye anga la kimichezo ikiwemo eh, Young Africans kupeleka barua CAS kuishtaki TFF yale ambayo yalijitokeza tarehe nane yamekuwa ni mengi, na yamezua mengi kanuni na mambo kadha wa kadha. Nipo na Heavyweight underscore dula kuya jadili yale ambayo yanaendelea hivi sasa katika anga la kimichezo, bado joto halijapoa. Hali yako iko vipi Heavyweight? Kwema ndugu yangu so, mambo na anasemaje? Ah, namshukuru Mwenyezi Mungu. Mm, mambo yako safi kabisa eh. Ah, swafi mm. E, harakati zinaendelea Okay. Mm. E, bana, jana tulipata wasawa wa kuzungumza na kubwa hasa, bado tupo kwenye eh, kile ambacho kimetokea tarehe nane. Vyombo vingi bado vipo kwenye hilo swala, kwa sababu kila leo inaibuka hoja mpya mm. Young Africans wamechukua eh, hatua moja mbele sasa ya kwenda kasi kuishtaki TFF katika, ili Yanga wanaweza kupata haki yao ya kile walichokikosa ndani ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. Of course sasa hapo Uh, inategemea. Kwa sababu mimi kwa mfano, kama mimi ukiniuliza, uh, Yanga wao wanaenda kumshtaki ku, kumshtaki nani? Kumshtaki Simba labda, ambaye aligomea mchezo ku, kuwashtaki labda TFF kupitia wale skaria maybe, au kuishtaki bodi ya ligi yani, wao wanaenda kumshtaki nani? Kwa hiyo hata kwa upande wangu mimi sioni kama kuna kuna mantiki ya kufanya hivyo, kwa sababu kwanza pale wataenda kujiingiza gharama za bure, kwa sababu mainly wataenda kutoa, unajua, usimamizi wa kesi, unavopeleka kesi, kuna kuna costi lazima ulipie, na kuna gharama zote ambazo zinahusiana na usimamiaji wa kesi, utabidi uzikave wewe mwenyewe. Kwa hiyo zile gharama wataenda kuzitoa for nothing, kwa kwa sababu sababu mwisho wa siku ile kitu wanachokitaka cha pointi tatu, kwa sababu wao msimamo wao umesimamia kwenye pointi tatu. Sasa pointi tatu utazipata vipi wakati bodi ya ligi ambayo ina mamlaka ya kuhairisha mchezo kikanuni kulingana na sababu ambazo zipo ndani ya kanuni ikiwemo dharura ya aina yoyote imeamua ku, ku, ku, ku, kuhairisha mchezo. Sasa uh, utaenda kuishtaki bodi ya ligi. Haya, unasema unataka pointi tatu, unataka pointi tatu. Ulipata ulifuata procedure gani ya kuweza kupoa pointi tatu? Ukiachana na kwamba mchezo ulihairishwa, lakini tuchukulie haujahairishwa, wewe kweli ulifika uwanjani? Je, kulikuwa kuna zile procedures ambazo zinakufanya wewe kuweza kupewa hizo pointi tatu okay. Kwa achana na referee uh, mm. na match commissioner mechi, yeah. Mechi muda wa mechi ulikukuta uli ukiwa uwanjani oh. Kwa sababu Yanga wamefika pale umeelewa, ndani mm. ya muda huo huo waliofika waka wakaondoka. Sasa muda wa mchezo wakae nusu saa, alafu kukiwa na hao watu kukiwa ah, kuna mareferees match commissioner okay. Timu ambayo ipo imefika sasa ambayo ndo Yanga yenyewe alafu, mm. ikae nusu saa kisha, hiyo timu pinzani isipotokea mm. ndo itapigwa filimbi ya kuamua kwamba mchezo umemalizika. umemalizika na Yanga wameondoka na alama. Sasa hakuna procedure yoyote waliofanya hivyo na wao wanajua sasa, wanaenda kushtaki nini? Sasa kama hili liko wazi mpaka mm. Heavyweight ameweza kulingamua Inamaana hakuna viongozi ambao wameliona na kulitazama hilo kwamba huko wanakokwenda ni wanahangaika. Sasa ndio maana nikasema mimi na wewe hatujui wanachoenda kushtaki ni nini, kwa sababu inawezekana tunajua hichi kitu kipo hivi na hivi mm -hmm. Lakini hatujui ya, e, e, engo yao wanaoenda kukomplaini mm -hmm. iko wapi iko wa... maybe mm -hmm. labda wanaenda kukomplaini kwamba kwa nini bodi ya ligi imeghairisha mchezo? Je, mm -hmm. wana sababu gani za kughairisha mchezo? Kwa hiyo kwa sababu wao wameghairisha mchezo. Kana tunaamini eh tunaamini kwamba kwa sababu hii bodi imeshindwa kufanya kwa sababu kuna malalamiko yao kwenye, kwenye kwenye ile eh, release yao walotoa kwamba wanalalamikia hawana hawana imani na kamati tendaji ya bodi ya ligi ambayo inaongozwa na mwenyekiti Mguto pamoja na, na katibu ya wake Almas Kasongo. Sio ndo maana yake? Okay. Maybe wamejikita hapo lakini pia haina mantiki kwa sababu kuna mamlaka za kufata before hujafika kasi. Mm. Simenielewa ikiwemo wao TFF mendelea ikiwemo wao wao TFF ambao nao TFF wameona hakuna la msingi pale mm. Si unanielewa? mm. ya yeah. Kwa hivyo kwa, kwa upande wangu mimi mm. sioni kama kuna kitu ambacho kitaamuliwa, lakini mm. kama focus ni kwenye pointi tatu mm. hawawezi kupewa, na kama hawawezi kupewa na wao Yanga wanajua kwa nini wasinge focus na kujiandaa kwa ajili ya huu mchezo, kipindi ambacho utapangwa tena, ili wa, wa, wa, wa, waendelee ku, kujiweka kiutayari wa mchezo mm. tofauti na kutengeneza hizi bland ambazo maybe zinaweza zikafanya wachezaji waamini mchezo huu haupo, alafu wakajikuta wakakutana nao kama surprise tena, lakini wao si bado ana ule msimamo kwamba hiyo tarehe itakayopangwa mm. hata usikanae basi, very good, itatumika kanuni ya kuwa eh kwa hukumu kulingana na mtu wewe, eh, timu ambayo inagomea mchezo, ambayo ni pamoja na kulimwa faini au kushushwa daraja na mpinzani kupoa alama tatu, very simple and clear. Kwa hiyo eh kama wanataka kufikia huko mm -hmm. Sawa, na kwa sababu ukijaribu kuangalia ile tatizo linavyoenda jafe mm -hmm. Utaona hata wale Skaria, amechukizwa, ambaye ndio rais wa TFF, inaonekana mm -hmm. Amechukizwa na yeye, yupo upande wa kamati yake okay. Yani yuko upande wa kutetea mm -hmm maslahi ya kamati yake pamoja na bodi ambayo inaendesha ligi kuu inaongozwa na huyo huyo mkuto pamoja na na, ndio maana akawaambia kwani hao viongozi wa Yanga hawana kasoro mpaka washinikize viongozi wangu waji uzuri na maana, tayari yeye ana protect wajumbe wake wale wakopo chini yake. Sasa tafsiri haraka haraka ni kwamba wewe unashindana na mamlaka, kwa hiyo Yanga hapo anashindana na mamlaka ambayo ndio TFF. hmm. Sasa unaweza ukashindana na mamlaka watu wanajiuliza kasi wanaweza kusikiliza vipi ikiwa watahitaji alama tatu na hawana ripoti za maeneo husika yanayotaji? Ah, ndo hapo sasa, hata mi najiuliza hivyo hivyo, kwa sababu lazima ku kuna procedures mm -hmm, pamoja na vielelezo unavyoenda kupeleka kesi, sio tu kasi kokote mm -hmm. Umeibiwa kuku mm -hmm, lazima uwe na, na vitu ambavyo vitawafanya wale wanaosikiliza kesi yako waweze kupata solution mm -hmm. Umeibiwa kuku, na nani uliibiwa kuku wapi kuku wa aina gani? Umeendelea mm. majira ya saa ngapi? Sasa wewe hujui chochote. Mimi nimeibiwa kuku tu kuku wangu simuoni. Hujui huna detail yoyote okay. Huna kielelezo chochote chochote. Hujui unachotaka ni nini? Sasa saa umeibiwa, unataka nini? unataka kuku wako? Wow. unataka akamatwe aliyeiba? unataka nini? Hujui. Ndo kama Yanga, kwamba wao oh, wanaenda kulalamikia nini? mm. mechi ilighairishwa, mm. uwanjani, saa ulifika, haukufika, muda wa mchezo, hakuna match commissioner, hakuna marefa, hakuna hakuna coordinator eh, hakuna, hakuna chochote nataka nini? Sio unataka nini? mm. Aya, unalalamikia una imani na, na bodi wewe kama nani? mm. yaani unalalamika hivyo kama na kwa sababu mechi imeghairishwa, kumeghairishwa kikanuni kwa sababu kuna kanuni ambazo zinaelezea dharura ikiwemo mambo ya kiusalama na vitu kama mm hivyo. -hmm. Yeah, kuna andiko uh, linapita pita kwenye mitandao ya kijamii la makamu uh, wa rais wa Young Africans Arafat Haji. Sio kama umekutana nalo na, ile kwenye Of course lime, lime, kimafumbo ni kama vile amezungumzia maji yalotulia yana kina kirefu mm. E, design kama anamaanisha taasisi yake ambayo ndo Yanga mm. Sasa si makamu wa rais <mikin> bwana kwa lugha ya picha pamoja na kujaribu kuunganisha matukio tunapata kwamba anamaanisha Yanga wametulia kiwalisi ya hawajatulia wana henya henya e, ndo kama hivyo mitandao yote mijadala ipo kwao <mikin> Simba umeona anaongelewa kwenye ile sakata. Kaleta, nani kaleta yote Simba Simba aja... tuwa... Aa, kwa sababu Simba haja hakuamka tu, ah hakuamka tu asubuhi, sasa sipeleki timu. Kwani aliamka tu asubuhi, sasa sipeleki timu sikulitokea jambo eh? Sasa ndo hicho nasema, baada ya lile jambo Simba wametulia kimya okay. hawajazungumza chochote, kwa hiyo ina maana ane, ane, ane ambaye hajatulia ni Yanga. Kwa hiyo hilo andiko la rais mm. makamu wa rais Arafat ni kwamba halijakaa kiuhalisia, kwa sababu Yanga wana anawakilisha Yanga wenyewe, wametuma barua of course. Mpaka anaongea yule, ni mtu mwenye ushawishi, amesha kuhudumia Yanga kama sehemu ya eneo la digital kwenye idara ya habari ya Yanga, pengine labda ni kiongozi. Ana, kama ni mtu mwenye ushawishi pale Yanga. Na mimi kwa upande wangu nakwambia kitu kimoja, jua hizi klabu kuna vitu ukiwa ndani ya uongozi unabanwa usiviseme. Kwa hiyo mm. muda mwingine wanatafuta mtu ambaye yupo nje anayeweza kuvisema, lakini mwenye ushawishi ambao wanaweza wakampenyezea zile ajenda zao azitoe mm. kwa sababu Manara tayari ana jina, ana ushawishi, anafahamika, anajulikana. Automatically viongozi wanaweza wakatumia advantage ya hilo jina na kumfanya b kama mtu okay. wa nje ili awe wanamtumia kama silaha yao ya pembeni kwamba a huyu awe anatoa ajenda zetu ambazo tunazitaka mm -hmm. Naona kama anamshinikiza, tunakuomba sisi wanachama aitisha mkutano wa wanachama, sio hivi. Na hivyo wao wanapitia, wanaona reaction ya watu wanasemaje, usipeleke timu, wataki kucheza sio na nini, wajua mm hizo -hmm. Timu zimetengenezwa ili watu wacheze, huku kujificha ficha kwenye kanuni, sijui huyu kafanya nini kafanya nini, hatuchezi mchezo sio nini hiyo ni kutaka kujificha tu, lakini hizi timu zimetengenezwa ili watu wacheze. Yani mimi, nataka nione Yanga na Simba wanacheza. Mimi, nataka niwaone wanacheza, na sio mimi mdau wa mpira yoyote. shabiki wa Yanga takawaone Yanga inacheza inamfunga Simba. Kwa hiyo ikitokea ki, ki, cho, ki, kuna sababu. hata kama mshabiki yaya anaungaunga mkono, nakwambia sitachezi na, na nini lakini ile ladha yenyewe ya dabi ndo kilichotufanya tupende mpira. Hizi kanuni ni kwa ajili ya kushape vilabu, lakini sisi tunachokiangalia ni kwamba tunataka tuone flavor ya mpira. Sasa we dabi yenyewe kwa mwaka inaweza ikapatikana moja mbili, alafu bado stili isiwepo, unaelewa? Mechi imehairishwa, sawa? Mechi imehairishwa, kubalini kwamba mechi ilihairishwa na bodi yenye mamlaka ya kufanya hivyo, na itapangiwa tarehe nyingine na si jambo la kwanza kutokea. Yaani si mara moja, lakini katika hili uh, bado watu wanarudi pale pale kwenye hoja ya msingi. Mm. Ni dhahiri shahiri TFF na yenyewe imeonyesha wapi ilipo na madhaifu katika uongozi wake kupitia Wallace Karia, Wallace Karia na ingiaje? Sababu mimi sielewi kwamba Wallace Karia na... ndo rais mm. uh, wa shirikisho la mpira Tanzania, chini mm. yake kuna kamati ya uendeshaji uh, mm. ya ligi ambayo inaunda bodi, ina mwenyekiti wake pamoja na katibu wake mm. ambapo ndani yake inapatikana kamati ya masaa sabini na mbili ambapo ni, kam, ni kamati ambayo ipo kusimamia taratibu na kuchukua maamuzi. Humo ndani yake kuna kamati ya maadili hivi mm. vyote vinavyoshindwa uh, vinaposhindwa kutekeleza wajibu wake vile ipasavyo mm. lazima litamrudia yule aliyesimama kama kiongozi wa mwisho ambae ni Wallace Karia na ndiye aliyetoka kuzungumza. Unajua mm. eh, mimi vitu vyote sijui ila tu nikwambie kitu kimoja. Hapa unazungumzia ligi ya tano kwa ubora barani Afrika, imepanda kwenye viwango. Kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo e, unavyozungumza hivo, unabidi uelewe kwamba hizo kamati ambazo umezitaja pamoja na safu ya timu ambazo zinafanya utendaji wa kuipeleka ligi mbele ndo zimechangia kwa upande kwa namna moja au nyingine. sasa wewe una, una, una, una, unawezaje kuja tu na kuanza kuwashambulia na kusema kwamba hawajafanya kazi nzuri, kwa sababu limetokea tukio la dabi. Icon ya hii, da, ya hii nchi pamoja na mpira wa Tanzania ni Simba na Yanga, kwa hiyo automatically lazima ufanye vitu ambavyo vina, vina, vina balance pande zote mbili. Uendelewa, Simba alifanyiwa fujo before mchezo Yanga wanalijua Waka, waka kwamba ni kwamba umeshindwa kutumia kanuni, imetumika kwani? Si nimesema kanuni zimetumika, kwa mfano kwenye kuhairisha mchezo. Kwani kanuni haina, haina kipengele cha kuhairisha mchezo? Ipo. sasa sasa kigumu nini? Kanuni ipo, zinaelezea. mimi sio mbobevu wa kanuni, lakini zipo zinaelezea, ikiwemo dharura nielewa. Of course sindo ka, sindo hao walio outline pale kwenye kwenye barua yao, si ndio wame outline kwenye barua yao kwamba ni kama dharura, kwa sababu ya kulinda pia mambo ya kiusalama wame outline pale sawa. Na hiyo haiondoi hai yani, kwamba kosa moja aliwezi likasababisha, tuchukulie kuna kosa mm, haiwezi ikasababisha kuvunja useme kwamba hii kamati haijatenda ya yani, haijafanya ya kazi nzuri. Kuanzia ligi inaanza mpaka ilipofikia kulikuwa kuna vitu vingapi tunavilalamikia vitu, issue ya viporo Si umenielewa? Mechi kusogezwa sogezwa mbele bila sababu za msingi. Hiyo ni ngumu kwa sababu muamuzi ni, ni individual, unadili na mtu mmoja mmoja. Yeye utam, utam, utamshauri hivi, fanya hivi lakini mwisho siku akifanya blanda. Lakini hii hatua kuna vitu wana, kila wanavyogundua kuna leakage wana solve. Wanarekebisha, wamenielewa. Waligundua kwamba kuna vitu, kuna ishu za viporo zilikuwa zina, zinalalamikiwa zina, zina, miaka nenda rudi, lakini kwa sababu pia vilabu vyetu havikuwa na utaratibu wa kufika mbali kwenye hatua za, za michuano ya kimataifa kwa sababu, sababu, sasa hivi sababu, vishaanza kuzoeleka kule, ratiba zinakuwa zinaenda zinajisolve. Simba alikuwa na kiporo kwa sababu Dodoma Jiji walipata madhara, walipata ajali, si ndio? Kwa hiyo yeah. kwenye, kwenye yengo hiyo ya, ya, ya ratiba wamewekwa fresh, umenielewa? wamekuja kusolve issue ya waamuzi. Waamuzi walikuwa na, wana changamoto nyingi sana. Lakini sasa hivi kidogo angalau, bado kuna shida, lakini uwezo ukasema kwamba itasolviwa mia kwa mia, kwa sababu hata huko barani Ulaya ambapo waamuzi wanaaminika ni wazuri, bado wamepewa usaidizi video assistance. Maana yake assistance ni msaidizi, anakusaidia wewe. Wewe unaamini mwamuzi wa Ulaya mzuri, lakini anasaidiwa na video, maanake aka review tukio zaidi ya kuna matukio mengine mwamuzi wa Ulaya anaweza akaliangalia mpaka dakika sita kabla ya kutoa maamuzi, jambo ambalo of course, jambo ambalo Mwandembwa hapa pamoja na Kayoko na Rajiga awapati umeelewa? Kwa hiyo kudili na muamuzi nao kwa asilimia mia useme wabadilike ni changamoto, umeelewa? Na mambo mengi mengi, miundo mbinu imeonekana mizuri, umeelewa? Ligi inazidi kuwa na mvuto, ushindani unaongezeka, umeelewa? Kitu ambacho mimi na complain ambacho naamini kwa upande wa, wa bodi wanapaswa kuzingatia hmm, ni namna ambavyo wanavyo operate kwenye masuala ya sponsorship. Kwa mfano kama issue ya GSM wadau wengi wa soka wamelalamikiwa, achana na hawa mashabiki wa Yanga ambao wanazungumza azifu kama ni jambo la kawaida, au achana nao, maana hawa hawajui awa wanachokizungumza, ila wapenda soka tunataka kuona hili swala la udhamini, sijui timu um, kampuni moja inadhamini timu takriban sita na ina uvinasaba na, ya, na timu moja